Mama Kenedy alikuwa akiweweseka pale alipokuwa kutokana na ndoto ile ya kutisha aliyokuwa kiota. Alishtuka akiwa amechoka, akavuta pumzi kubwa kwa nguvu, kama alikuwa amebanwa na jinamizi kisha akaachiliwa. Alipoangalia vizuri, alijikuta yuko peke yake. Aliita babu, babu, lakini palikuwa kimya. Alijaribu kusimama lakini wakati huu ilikuwa tofauti kidogo. Alihisi maumivu makali zaidi katika sehemu zake za siri kiasi kwamba hakuweza kutembea vizuri. Alijitahidi akajikongoja hadi mlango wa kutokea nje. Alimwona mganga Mzee Mashimba amekaa amewasha moto. Mzee Mashimba alimfata mama Kennedi hadi pale alipokuwa, kisha akamsaidia na kumpeleka kitandani akapumzike. Mama Kenedi alimuuliza Mzee Mashimba, Mbona naona zoezi limeanza kuwa gumu? Je, nitaweza kweli? Ndo kwanza siku ya pili tu. Mzee Mashimba akamjibu, usijali binti, utaweza tu, maana hatuwezi kukatisha kafara. Wakati mama Kenedy amelala ndani, ya ule ule usiku Mzee Mashimba aliondoka kimazingara na kuelekea kuzimu. Kulikuwa na kikao kikubwa ambacho kilijumuisha mawakala wengi wa shetani, watu maarufu wakiwemo wanasiasa mashughuli, viongozi wa dini na hata wasanii pia, na wengine wengi zaidi. Kikao hicho kilikuwa kinamhusu yeye pia. Alipofika alipokewa na watumishi wa shetani, maana hauwezi kwenda kwenye kikao hicho kuzimu bila kuwa na mwaliko maalum. Kikao kilianza, na shetani mkuu alikuwa amekaa kwenye kiti chake mbele yao. Mzee Mashimba aliitwa mbele na kusomewa risala yake na shetani. Sauti kubwa nzito ya shetani ilisema kumwambia Mzee Mashimba, tumekubali kukutekelezea ombi lako, isipokuwa ole wako. Alirudia tena mara ya tatu kwa msisitizo, ole wako, mkose sharti hata moja, wewe pamoja na wote mtakaohusika, mtalipia kwa mateso ya milele huku kuzimu. Mzee Mashimba alikuwa akitetemeka huku akiwa na muonekano wa uoga wa hali ya juu.